Ufunguzi wa viwanda vya kusafisha pamba vilivyokuwa vimefungwa kaunti ya Lamu unaonekana kufufua kilimo cha pamba katika kaunti hiyo. Wakulima walamu, wa Lamu sasa wameshabikia kilimo cha pamba iliyoboreshwa ya BT ambayo inaongeza mazao na mapato yao. Kwenye makala ya kilimo biashara, Dennis Otieno anaangazia faida ya ufufuzi wa kilimo cha pamba kwa wakulima wadogo, hali ambayo inakisiwa kuwa itapunguza uagizaji wa pamba kutoka mataifa ya nje. Katika eneo la Lamu Magharibi, kiwanda hiki cha zamani ni kama kumbukumbu -kumbu ya enzi iliyosaulika. Mitambo iliyoshika kutu na magari yaliyotelekezwa inaelezea hali ya kudorora kwa sekta ya pamba ambayo ilikuwa tegemeo kubwa kwa wakulima wa eneo hili. <mulia> Lakini umbali wa kilomita mbili kutoka hapa, mlio wa mitambo unaashiria mwanzo mpya. Kiwanda hiki kilichokarabatiwa kinafufua sekta ya pamba Lamu na haswa kilimo cha pamba ya BT. Wakulima kama Mohamed Dika wameshuhudia kuongezeka kwa mavuno na kupungua kwa hasara, hali inayowapa matumaini. Mpaka leo ni miaka thelathini na tatu na lima hiyo ya pamba. Kilimo cha pamba nafanya kila mwaka eka tano, eka nne ni kilima kidogo sana, eka eka tano. Viwanda vipya vimeanza kazi na vile vilivyofungwa kwa sababu ya ukosefu wa pamba sasa vinafunguliwa tena kushughulikia mavuno yaliyoongezeka. Hii imesababisha ajira zaidi kwa kazi kutoka kwa wafanyakazi wa viwanda hadi kwa wasafirishaji na wasimamizi wa viwanda. Ufufuzi wa kilimo cha pamba unaonekana kuwa na manufaa, huku wajasiriamali wa kusokota nyuzi wakipata faida ya kuwa na malighafi yasiyo na gharama kubwa. Tuko na kama jinari sita nchini Kenya. Tukiangalia miaka ya themanini na miaka ya tisini, kulikuwa na jinari karibu ishirini hizi jinari hata, hata vile zinaendelea na kuongezeka, hakuna jinari ambayo imefikia kiwango kile chake. Nyingi zina oparati katika asilimia kumi na tano mpaka ishirini ya kiwango kile ambacho wangekuwa wakifanya. Maafisa wa kaunti wanasema kufunguliwa kwa viwanda hakutaongeza tu uzalishaji bali pia utatoa nafasi za ajira na kuimarisha viwanda vya nguo. Kaunti ya Lamu sasa ikiwarai wawekezaji zaidi kuwekeza kwenye usindikaji wa pamba. tunapatia uh, sapoti wale wangependa kuwekeza hapa Lamu kwa kuwasaidia kupata ardhi kwa njia ya kukodisha kwa bei ya rahisi, na pia utapewa weva uh, ambayo utakuwa nayo kwa muda wa kabla mashine zako na ianze kufanya kazi, serikali itaweza kukusaidia kupata shamba hilo. Wakulima kama Mohamed sasa wana imani na kilimo cha pamba baada ya hii kufunguliwa. Bado sisi tulikuwa tunaleta, tuna mbegu zetu e, pamba yetu hapa, na hata mwaka jana agent zao kule mashin, mashinani eh, tunauzia ile ma agent pamba zinaletwa hapa. Denis Otieno, Runinga ya Citizen.